Tumepata ajali asubuhi na kwenda Morogoro, namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. nimeona treni imehama kwenye reli Mtumbeeyani, hii nguzo ndo kama imesaidia, ni treni siweze pengine, zibewa zote zingedondoka, tungeumia sana lakini tunamshukuru Mungu. kuna watu wameumia kidogo, sio wote. Ndio, tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam, kama dakika ishirini na tano, nafikiri kitu kama hicho. Bewa nyingine ile kule imechomoka. Tumepata ajali asubuhi na kwenda Morogoro, namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Nimeona treni imehama. Ni hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni, siweze pengine hizi bewa zote zingedondoka, tungeumia sana lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, sio wote. Ndo tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam, kama dakika ishirini na tano nafikiri, kitu kama hicho, na bewa nyingine ile kule imechomoka.